Na ndio maana sisi tuliwafagia kwa sababu, nashukuru kwamba umegundua kwamba sio watu mm. sahihi. Na ndio maana sisi tuliwafagia. Chomari anakwenda kumalizia penalti yake ya mwisho mm. baba esa mm. asilimia mia moja Jesus eh. na <laughs> eh. ujumbe wake aliokuja mm. nao, tumevuka watu tuliokuwa nao ndio waliotufikisha hapa. Kwa hiyo Simba unapeona alivyozungumza Shabalala kwa kufuatwa na kapteni ama mchezaji wa almasi alikuwa Al Al yuko sahihi mm na ndio maana naye akatoa majibu yake mm. kwamba tuko huku tunajifunza, lakini hadhi yetu ni kucheza. Algeria unacheza na msiaja, unahitaji kushinda goli <guli> ngapi? Goli moja, kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa unashindwa kupata goli kwenye ardhi ya nyumbani mm. unaondoka, toa makundi kuingia robo finali mm. umeshindwa. Lakini kuna mambo ambayo tulijakubaini, hawa ndio watu walitufelisha mm. tunamwacha yeye, tunamwacha na huyu ambaye yuko upande wa pili mm. tukasema nyinyi tupisheni mm. Kachukueni pensheni zenu huko. Hiyo ndio tunachopambania ili hatimaye tuweze kukileta hicho kikombe hapa, wana Simba. Kile ambacho watu wengi walichokuwa wakikifikiria ndicho ambacho hakikwenda hivyo ambavyo watu wengi walikuwa wakitarajia. Miongoni mwa wadau wengi wa michezo walikuwa wakizungumza na kusema ya kwamba huenda safari ya mwisho ya mnyama Simba ilikuwa ni hapa katika hii hatua ya robo fainali. Si haba, mnyama Simba amefuzu kuelekea katika hatua ya nusu fainali. Vipi wana Simba, kwanza hapo kuvuka ule mwiko wa neno mwaka robo na kuelekea sasa hatua uh, ya nusu fainali. Hashtag yetu kubwa kabla ya tarehe tisa tulikuwa na kauli mbiu inayosema hii tunavuka. Baada ya dakika tisini ya tarehe tisa majira ya saa kumi na mbili ama saa moja kasoro, kauli ile ile, hii tunavuka. Tuliiacha tukaja na kauli hashtag ya kwamba tumevuka, kwa sababu tumecheza mpira takribani dakika sabini kwa maana ya kupoteza muda kama mnavyojua Arabu, lakini walikiwa wakijiamini ya kwamba wanakwenda kucheza na Simba, wanakwenda kuitoa kwenye penalti. Tumekwenda tukiwa na ma, watu ambao ni machuadi golini tunaye pinpin mm. tunakwenda kwenye penalty golini, anakwenda kufuta pin pin penalty mbili mm. tunaingia hatua ya nusu fainali mm. Shomari anakwenda kumalizia penalty yake ya mwisho mm. baba ester mm. mm. eh, asilimia mia eh. <laughs> eh. moja Jesus na Daniel ujumbe wake alikuja nao mm. tumevuka kwaio, tunashukuru siku moja baada ya mechi kafu anatoa tunaona Simba amechumpa mpaka nafasi ya mbili zaidi kutoka mm. nafasi ya sita kuja nafasi ya nne mm. kwa hiyo uone ni jinsi gani Tunamwacha mwacha Rais Berkane na pointi zake 42 b tunamwacha Zamalek na pointi zake 42, tunaongeza pointi nne kutoka 39 na hatimaye kuwa na pointi 43, tunashika nafasi ya nne. Hiyo ndio Simba ya Tanzania, hiyo ndio Simba ya East Africa, Simba ya Mama Samia Hassan Suluhu. Izaki, ulikuwa hmm. hmm. kwenye hali gani? Maana na penati, penati ya mwisho Ahmed Ally akiwa analia na simanzi zilikuwa zimemtoka baada ya kupiga uh, Shomari Kapombe akashinda akawa na furaha, ulikuwa katika hali gani kwanza? Mimi niseme kweli, wakati penalti zinapigwa nilikuwa siziangalii moja kwa moja, yaani nilishindwa kuvumilia na kuziangalia zile penalti. Nilichokuwa nikikifanya nilikuwa ninaziba uso, niko uwanjani nageuka, nageuka kabisa, lakini nikisikia uwanja mzima umetapika najua hiyo tumefunga. Kwaiyo nilikuwa nikicheza na na, na akili za wanasimba wenzangu kwamba nikisikia mlipuko basi najua hiyo tumefunga Kiufupi ulikuwa una roho ndogo. Kwa hiyo kiufupi, kwa ni kwamba, maana penati wanasema haina mwenyewe. Kama penati haina mwenyewe, maanake tumeshaona wachezaji wakubwa duniani mm. wanaokwenda kukosa penati mm, lakini sisi tunashukuru wachezaji wetu walipambana kuona kwamba golikipa wao wa, wameshaondoa penati mbili, sio kama wale wenzetu ambao walienda ugenini, wanacheza kutoka hatua ya makundi kwenda robo fainali. Kipa ameshaondoa mbili, wapigaji sasa watimize jukumu lao wa. wameshindwa lakini wachezaji wetu wakapamba wakajipambanua, mm. na hatimaye wakasema kilkipato ameshatubeba mm. na sisi tutimize jukumu letu mm. Baba Esta nakamilisha jukumu lake la kwenda kupiga penati, tunavuka kwenda nusu fainali. Bwana, haikuwa rahisi kama kila mtu alivyokuwa anajua ya kwamba pengine huenda Simba akatoka kutoka nafasi aliyokuwepo kufika mpaka nafasi ya nne kwenye Uh, timu ambazo zinafanya zilizokuwa bora kwa mwaka elfu mbili ishirini na tano. Na namba ya moja ni Al Ahli, namba mbili anafuata ni Esperance de Tunisia, namba tatu lakini pia vilevile vile, namba nne anakuja mnyama Simba akienda kukaa pale, pengine hii na kauli ambayo ameitoa Mohamed Dewiji ya kwamba anaitaka kuifanya Simba kuwa bora barani Afrika. Hili na kile anachokisadiki na namba zilivyo zinavyokuza kadri siku zinavyozidi kwenda ni dhahiri mnaiona Simba inaweza ikawa namba moja kwa ubora barani Afrika, kwa mujibu wa tajiri wa klabu ya soka ya wekundu na Msimbazi, Simba Dr. Mohamed Dewich. E, niseme tu sasa, namba zinaongea. Tulikuwa tukibezwa sana, tulipewa jina la mwaka robo, kwa maana ya kucheza robo finals takriban sita. Kwa hiyo kumbe kuna kitu ambacho Simba alikuwa akikitafuta. Simba anacheza robo fainali takriban sita, lakini kuna kitu alikuwa akikitengeneza katika robo fainali kwa maana ya kutengeneza zile pointi za kafu hatimaye zile pointi sasa leo ndio watu wanaziona kumbe zina umuhimu leo. Simba anachumpa kwenda hatua nusu fainali na hatimaye anaongezeka anaongeza nafasi ya kwenda kushika nafasi ya nne. Kwa hiyo anachokizungumza msemaji wa Simba, uongozi wa Simba, tajiri wako sahihi. matamanio yetu, kiu yetu kama alivyokuwa tukiongozwa na msemaji wetu na niseme si msemaji, bali ni afisa habari. Maana kuna msemaji na afisa habari, yule ni afisa habari wa klabu ya Simba Sports Club. Anachokisema Ahmed Ali yuko sahihi, nafasi hii tumehitaji kwa muda mrefu, na ndio maana Ahmed, ukiangalia hata klipu yake, hakuamini kwamba kile alichokuwa kikifanyia kazi kwa muda mrefu kwamba kimekuwa, na tunamwambia Ahmed bado akijawa matamanio yako kuona Simba anabeba kombe la Confederation Cup ukiwa kama afisa habari wa klabu ya Simba, na hili linawezekana, na hili tunakwenda kulitimiza. Niwaambie, waambie waandishi wa habari tunakwenda kulitimiza katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya utawala Dokta Samia Hasani Suluhu, tunakwenda kumletea mama kombe la Confederation Cup. Kuna watu wameleta medali, sisi tunakwenda kuleta kombe la Confederation Cup. Hiyo ni ahadi ambayo tuliwaahidi wana wanasimba, tuliwaahidi serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na tunaona tunakwenda kulifanikisha kwa asilimia tisini na tisa. Moja ni kwamba tukalikamilisha uwanjani. Bwana mimi, nataka mimi nawe tujadili jambo moja. Amezungumza na odha wa klabu ya soka ya wekundu wa msimbazi Simba baada ya mchezo wao wa kwanza dhidi ya al Masry walipokuwa pale nchini Misri, Ismailia, na kuzungumza na kusema ya kwamba badala ya kufungwa goli mbili bila, miongoni mwa wachezaji waliowafuata na naoza wakamwambia, sisi kama Armasiri tunashangaa nyinyi kwa mpira huu mnaocheza na kuwaona mpo katika michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Shabalala akawajibu na kuambia kwamba ukiona tumeangukia huku ujue tumekosea mahali pa kufikia, lakini sisi si hadhi ya kucheza michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika, sisi ni hadhi ya kucheza michuano ya Champions League, kwa maana ya michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Pengine Simba na status waliojiwekea kuna baadhi ya timu wanashangaa kuziona Simba inacheza katika hatua hii ya michuano ya kombe la shirikisho. Pengine hizi timu za huku zinaonekana si size ya Simba. E, niseme tu kwamba timu ambazo tunazocheza nazo kwenye Confederation Cup mm, zinaihofia Simba na jinsi wanavyoitizama, wanavyoitizama Simba mm, ni tofauti na jinsi ambavyo Simba inatizama hapa nchini. Jinsi, au hapa jinsi ambavyo yeah, timu tunazocheza nazo mm katika kombe la shirikisho wanavyoitizama Simba ni tofauti na watu wanavyoichukulia Simba katika ligi kuu yetu ya hapa Tanzania. Tuiweke sawa kivipi hapo, kivipi? Kwa maana ya kwamba watu wanaiona Simba kwa jicho, kwa macho mawili, lakini kuna watu wanaiona Simba kwa jicho la tatu zaidi. Kwa maana ya kwamba watu wanaiona Simba kwa jicho la tatu zaidi, hasa hawa tunaoshindana nao katika mashindano ya ya shirikisho, kwa maana ya bato, kwa maana ya maandalizi kwa maana ya ushindani ndani ya dakika 90 jinsi wanavyopambana na Simba ama jinsi ambavyo maandalizi ya Simba yalivyo kuanzia nje mpaka ndani ya ndani ya ndani ya uwanja, wanaiona Simba si timu ya kawaida, na ndiyo maana wanajiuliza na kushangaa kwa nini Simba anacheza michuano ya Confederation. Lakini sisi tunajua kwamba kuna sehemu ambayo tulikosea na tulikosea msimu ulioisha. Tulikuwa na watu ambao walikuwa sio sahihi ndio waliotufikisha hapa tulipo katika michuano hii. Kwa maana hiyo, nataka kusema wakina Chama hawakuwa watu sahihi ndani ya Simba. Hiyo umesema wewe. Sasa hiyo habari ya Clatous Chota Chama umesema wewe mtu sahihi ndio maana na mimi, na kwa msimu uliomalizika narudia kwenye kauli yako, sio watu sahihi kwa msimu uliomalizika. Baka Enoki Inaonga baka na Clatous Chota Chama walikuwepo katika msimu ambao umemalizika. Je, watu hawa hawakuwa watu sahihi ndani ya Simba? Na ndio maana sisi tuliwafagia kwa sababu nashukuru kwamba wamegundua kwamba sio watu mm. sahihi na ndio maana sisi tuliwafagia. Sawa, hawakuwa tuli... watu wa kutusaidia, watu sahihi, watu walikuwa ni watu ambao mm. wanatufelisha katika michuano mm. ya kimataifa mm. na ndio maana tumekuja kuona mm. baada ya kuona kwamba si watu sahihi tumekuja kuwaweka kando mm. nikupe nikupe kumbukumbu moja tu mm. kaangalie mechi ya Simba tunacheza na Yanga mm-hmm. msimu ule ulioisha mm. jinsi yule mkongomani inonga alichotufanyia ndani ya dakika mbili akaamua kujivunja. Anajua alichokifanya na sisi tulikuja kugundua kila alichokifanya. Baada ya hapo aliondoka ali nchi bila kucheza mechi nyingine yote. Mechi yake ya mwisho ilikuwa ni mechi dhidi ya Yanga aliyocheza, hakucheza mechi nyingine yote mpaka naondoka kubaini, kwa hiyo tulikuja kubaini kwamba ni moja kati ya watu ambao wamefanya nini, wametufilisha. Kwa tulika ni mchezaji mzuri, tunapomuona anapochezea timu yake ya taifa tunaona uwezo wake, lakini kuna mambo ambayo tulikuja kubaini hawa ndio watu waliotufelisha. Tunamwacha yeye tunamwacha na huyu ambaye yuko upande wa pili mm. Tukasema nyinyi tupisheni mm. Kachukueni pensheni zenu huko, leo unaona tunachukua vijana wadogo mm. kama Jean Chaza uwa angalie tunachukua mtu ambaye streka refu kuliko goli mm. we unaona kina teba mm. sio kazi wanaokuja kuja kufanya kina brazaki unaona chemalon unamwona mtu nani ulichamu, mm. kazi wanaoifanya onailii yeah, mpanzu mwona, wanasema kibisa wana eh, ama volkano eh, eh, inayolipuka mm. Sasa unaona kazi wanakuja kufanya, wanatuvusha mm. Kiu tuliyoitamani kwa muda mrefu ambao watu nyuma wao walifanya walishindwa, mm. Kwao tunavuka tunakwenda nusu finali, kwa sababu tunaamini tuna vijana ambao wanahitaji jina, wanahitaji kutoboa, wanahitaji kufanya vizuri, ili kutengeneza karia yao nzuri katika mpira. Watu tuliokuwa nao ndio waliotufikisha hapa. Kwa hiyo, Simba unapewa na alivyozungumza Shabalala kwa kufuatwa na kapteni ama mchezaji wa almasi alikuwa yuko sahihi, na ndio maana naye akatoa majibu yake kwamba tuko huku tunajifunza, lakini adhi yetu ni kucheza klabu bingwa, na inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, msimu ujao tunarudi Champions League, tunarudi kwa kishindo ili kwenda kubatana na wale wakubwa wenzetu. Tunajua huku kuna kitu tunakitengeneza, kwa sababu tuko na vijana ambao ndio kwanza wengine hawakuwahi kucheza michuano hii, wengine ndio kwanza sawa, kwa mara yao ya kwanza. Kwa hiyo kuna kitu wanakitafuta ili kutengeneza status nzuri katika soka lao katika maisha yao ya mpira, ili watakapokuja kwenye Champions League kuna kitu ambacho atakuwa wamegeni, ili kuweza kuleta ushindani sahihi. Mimi nataka nimalize na swali langu moja la mwisho kwa upande wako, pengine sasa una namna ya vilabu vya Tanzania kujifunza kwa mnyama Simba, lihali kuna watu walihitaji walau alama moja tu au goli moja katika ardhi ya Benjamin William Mkapa wakaikosa, nie na madhumuni wao wapande mpaka nafasi ya tano kwenye zile rank za CAF, hatimaye mnyama Simba kwenda nusu fainali, anapanda moja kwa moja mpaka miongoni mwa vile vilabu vinne vinavyofanya vizuri kwa msimu huu wa mwaka 2025. Hii kuna haja ya baadhi zingine timu za kujifunza, lihali kama goli moja lilishindwa tu kupatikana katika ardhi ya Benjamin William Mkapa. Sio tu timu za ligi kuu ya Tanzania bara ama kwenye ligi ya NBC, bali ni kwa East Africa yote wanapaswa kujifunza, ama vilabu vyote vya mpira katika East Africa vinapaswa kujifunza kutokea katika klabu ya Simba kwa kile ambacho anachokifanya Simba katika mashindano ya kimataifa. Ndugu mwandishi, angalia leo hii unapozungumza Simba ndio timu pekee iliyobaki katika mashindano ya kimataifa katika East Africa ni Simba, niambie, kuna timu gani nyingine hakuna? Leo ukija katika East Africa, Simba ndio timu pekee ambayo hiko katika top 4 za vilabu bora barani Afrika. Unaposema top 4, unaanza kwanza namba moja ambaye ni halali ana pointi 87, unakuja klabu ya pili ambayo ni nani? Mana, na, na, Mamelodi, Mamelodi, Mamelodi ambayo ana pointi takriban 57 unakuja Wydad nani, unakuja na experience. Sawa, ukitoka experience ndio unakuja Simba Spurs Sports Club. Simba na point ngapi? Tulikuwa na 39 tumeongeza 4 tuna 43. Kwa hiyo uone ni jinsi gani ambavyo Simba taratibu wanachumpa taratibu, wana gain kusogea siku hadi siku na mimi nikwambie, sisi tunachokifanya baada ya muda, kila mtu atakuja kuimba wimbo mmoja, yani itafika kipindi East Africa tutakuja kuimba wimbo mmoja sio tu Tanzania, hata wa ndugu zetu wanaotubeza manake, ambao wanasema wao wameshafanya, ambao wanasema wao wameshafanya, nyie marudio tu sisi, eh, sisi ni marudio. labda mchukue kombe, mtawaona kuna cha tofauti Ay, wala. na mimi ndio tunawaambia eh, sisi tunawaambia wao wameleta medali, tunaamini kwamba medali hata kwenye olympic zipo hmm. Kuna, kwenye, kwenye olympic kuna kombe kuna medali tukule huh? medali ya shaba medali ya dhahabu si ndio hmm. medali tofauti tofauti. Sasa sisi tunakwenda kuleta kombe hmm. Utofauti wetu na wao, sisi na wao si tunakwenda kuleta kombe, sawa? Haiwezekani timu ambayo wewe msimu ulioisha umecheza na klabu kubwa kutoka kule nani, nani Algeria, ume, umepigwa goli tatu, unakuja nyumbani unampiga goli nne. Msimu unaofuata unacheza na klabu ambayo nayo inatoka nchi hiyo hiyo Algeria, unacheza na msiaja, unahitaji kushinda goli ngapi? Goli moja kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, unashindwa kupata goli kwenye ardhi ya nyumbani unaondoka toa makundi kuingia robo fainali umeshindwa. Kwa hiyo uone ni jinsi gani amefeli Simba. Tunakula chuma mbili ugenini, hmm. Tunakuja nyumbani hmm. Tuna, hmm. tunasawazisha goli tena, Warabu wametupiga magoli mawili, kila kila goli moja kwenye kila kipindi hmm. Sisi tunakuja kurudisha goli mbili ndani, daki, ndani ya kipindi cha kwanza hmm. si ndiyo? dakika ya 28 na dakika 31 hmm. Tunarudisha goli zetu tunakwenda time Warabu ndio wametufelisha. Sisi tutakayo tumalize mpira ule ndani ya dakika 90. Kwa hiyo mimi niwaambie Watanzania kwamba kuna watu wametubeza na kuna watu walikuwa wanatembea na wimbo wao wakiamini kwamba hicho kichaka mlichojifichia sisi tunakwenda kukifyeka. Sasa hatimaye hicho kichaka walichokuwa mnasema tunakwenda kukifyeka wameshindwa. Hatimaye sisi tumetoka. Kwa sababu Yanga kama angempiga MC Aja, Yanga alikuwa anaenda na na kuwa, na na kuwa nafasi ya tano katika bara la Afrika. Sawa? Wakati huo Simba alikuwa nafasi ngapi? Ya sita. Sasa uone ni jinsi gani kutoka nafasi ya tano, nafasi hiyo aliokuwa kumi na moja wameshindwa kuja kwenye nafasi ya tano. Simba anatoka nafasi ya sita kuja nafasi ya nne. Kwa hiyo huu ni ushindani ambao Simba anaufanya katika, katika soka la East Africa, katika soka la Afrika. Kwa hiyo mimi niseme tu, sisi tunawaahidi kama Simba Sports Club. Sawa, pamoja na manager, management nzima ya Simba, uongozi mzima, wachezaji na benchi la ufundi, ahadi ambao tunaitoa na Simba kwa Watanzania kwamba ni kuhakikisha wana Simba tunapambana na kulileta kombe la Confederation hapa mm. hiyo ndio tunachopambania ili hatimaye tuweze kukileta hicho kikombe hapa. Mimi naije nukta hapo mm. na niishie hapo bwana Isaac. Eh bwana, mimi nakushukuru mm. lakini pelekeni ujumbe huu mm. waambieni hao wote wanaotubeza kwamba wajue Simba ndio mfalme wa soka la Tanzania, Simba ndio mfalme wa soka katika soka la Tanzania. Rekodi zote sisi tunazo data Bata zote si nazo. Nashukuru sana. Eh, bana, asante na mimi nakushukuru.